Amina, amina, amina, amina. Ei, lakini mbona imekuwa ni usiku sana? Aa, okay sawa, basi kama ndio hivyo haina shida, mimi nitajitahidi hapa nitoke ni, ni japo nilikuwa sija- sija- sijapangilia kabisa hizo ratiba za kutoka sasa hivi kuja kufanya huduma hapo. Ya sawa, haina shida, aya Mm -hmm. Sasa mamtu, nadhani umesikia hapa kwa masikio yako, simu imepigwa, nahitajika kutoa huduma. tulikubaliana nini? Ah, ni sawa tulikubaliana kwamba leo tukae ah. ah. tulikubaliana leo tunashinda wote hapa nyumbani, hautoki. Aya, vipi kunibadilishia ratiba hivi? Unajua jinsi gani mimi nimekumisi zile momenti zote tunagombana tunafanya, unajua jinsi gani kwa nimekumiss, eh, alafu siku umeniahidi unaniambia utoke. Kwa kama ni issue ya hela, sijui ndio kutafuta hela ya kula, baba, mimi mwenyewe nina kia kibacho changu tu hapo. Tutapika kama ni dagaa, nyanya, chungu, mlenda, tutapika, tutakula, lakini au uende popote. Alafu huu ni usiku unatoka huko ndani, unaniacha na nani, babangu? Hivi unajua mimi nina hivi na vitu vyangu huko ndani, au utoke Unachokisema si ndio? Kwamba mimi sijui, natambua. Sababu hata mimi leo nilikuwa sijapanga kabisa ratiba za kuondoka hapa nyumbani, lakini huyu kiongozi ambaye amenipigia simu ni kiongozi mkubwa sana pale kanisani, na mpaka akaamua kunipigia muda huu, siku huu, maana yake ni jambo la dharura, na mtu pekee ambaye anaweza kalisimamia hili swala, maana yake ni mimi. Msingi na kuomba risali moja tu, nipe sawa, narudi sio muda mrefu. Jo, nimisi lakini hata mimi pia nimekumisi vile vile, lakini kwenye hii zarula nakuomba tafadhali nipe muda kidogo tu, ntaenda ntarudi. sawa sawa mami ada Sini, mambo gani unafanya? Naomba funguo niondoke mara moja. Hauendi popote. lakini si nimekuomba. Usinifanyie hivyo bwana, sikupi funguo sawani nigona muulizia Sindi sinimkuta Sindi, mkuta. Sindi ndo nani? <laughs> ni mwanamke furani hivi ana makengeza kama kidogo, nimuupe na ayamwilimwili hivi. Siupo sisiapatu mji mtu kama huyo, labda uliza nyumba zingine huko, unajua. <laughs> Sindi mini mke wangu eh sasa ameondoka, kwa mimi nipo hapa namtafuta. Tafadhali kaka, kama yupo yupo humo, mwambie mundi mzungu kwa mponje baza. Mimi ndo nakueleza hapa, saa sisi ndo tunaishi humo, hatumjui mtu kama huyo anaitwa Sindi. Saa katafute nyumba za mbele huko. Mbona kuambishi we mwizini? Hem, toka basi. Najua <laughs> mini mwanau mwenzangu, sasa usinifichie. Mi namtafuta Sindi, mi nampenda nataka rudi nyumbani, kama yupo tafadhali na mwitaji o, anaenda basi, hatumjui huyo, si ndivyo? Samahani. <laughs> si mnaishi wenyewe, amna mtoto wa kike <laughs> bro, mi nimezunguka humo kila nyumba nnaopita, mi naulizia sindi sindi, naambiwa hayupo. Sasa kama humu ndani sindi hayupo, atakuwa ameenda wapi? Vipi bro, kanio kiziwi? Basi baza, mi niko na kuomba toka hapo, tuka nsaidia kumtafuta, tafadhali kaka. Nimekwambia na msichana yoyote humu ndani, kwa hiyo uchanganya miguu yako uondoke, nimemaliza.

Yoi sana najua nimeanza kulifanyia kazi lile wazo lako nimefikiria sana nimeona next week tuende Zanzibar. Babe, kweli? Yeah. tafurahi sana unajua napenda sana Zanzibar na unalijua hilo <laughs> Can you tell me about your experience? Eh?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

Wewe hapa ndio Tanga? Kabla sijakujibu kujibu, wewe hapo umefuata neno babe. Huyu ni nani? calm down here. Wewe unajua nikija hapa mimi na wewe tunafuata nini? Unaniona unakwenda Tanga, unakunywa mara zako na vinjari tu. We mama samani, mimi sio malaya hey! Okay. Nitakutwanga makofi sasa hivi mbwa wewe. Nje? huyu mama vipi kelele muda wote? huyu ni mpenzi wangu na miaka naye hiyo mitatu, nakashatoa kila kitu kwetu, una miaka nikwambie, Jordan. siwezi kwenda kuongea nje na wewe, nataka malaya wako ajue mimi na tunaongea kitu gani hmm? mama mtu mzima huyu Niliwe. Suji, naomba nipe dakika moja tu twende kuongea naye nje. Sikiliza, Jordan, nikwambie. Unanipiga tukio la kwanza, tumeongea, tumeamaliza. Unaniona mimi mpumbavu? Leo hii unakuja kunipiga tukio la pili hivi, unanishukuliaje? Unanionaje mimi? Nisikilize basi, mke wangu. Nikusikilize nini sasa? Bibi unamwita huyo mama mtu mzima mke wako mbele yangu? Sikiliza nikwambie, Jordan. Unataka kuujua pande yangu ya pili? Jordan, mimi ni mtu mbaya, nitakufanya kitu mpaka unaingia chini ya ardhi, hutanisahau. Sikiliza nikwambie, usinifuatilie katika maisha yangu, sahau. Sasa ole wako nifuatilie katika maisha yangu, ama zako ama zangu, mbwa wewe. Lakini ungenisikia. Kwenda huko, nikusikilize kitu gani wakati niambia mimi ndio nikakuelewa. We mpunzi nini wewe? Samtu gani, sikiliza ujue tani kwa nataka niongee kitu gani? Baby, yule si mama mtu mzima yule. Agi, nitakukanda. Nitakukanda Agi. Yeye unataka kunipiga mimi kwa ajili ya yule mama mtu mzima, si ndio? Hivi unashindwa kusoma alama za nyakati? Unashinda hata kutambua kwamba hapa kuna kitu gani kinachoendelea? Wewe unashinda hata kuona kwamba kuna kodi gani hapa, ziko tofauti? Ah, okay okay, sawa mi, basi. Mimi basi nina kazi gani mimi? Huu mwaka mzima nipo tu mimi na wewe, tunalala tunaamka, nina kazi gani? Au kuna kitu gani hiyo safari? Siyo ya Zanzibar ndako? Zanzibar siyo wapi? Unaendaje? hizi bia hapa nalipaje? hizi bia hapa mimi nalipaje? Unawaza kweli? Kwa hiyo mama mtu mzima ndo anekupa hela <sighs> Yani, umenisha nivuruga kila kitu, yani muzi yote imekata ya kuendelea kukaa hapa sasa. Sikia, nenda nyumbani, acha mimi niende nikayamalize. Unaniacha mimi, unaenda kwa yule mwanamke wako? Nielewaji? Yule sio mwanamke wangu, pale ni kazini, ile ni kazi. Sawa, vyote navyoona vinaendelea ni pale. Nimekwambia rudi nyumbani, acha mimi niende nikayamalize na uondoke sasa hivi, ondoka muda huu. Be, haki hii ndio dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifeli. Eke. Kabla hujatupakulia si chakula hebu, mpakulie Mati sangazi. Hivi kwa nini mtu anakaa ndani kama kafiwa? Si atoke nje, kwani tuna msiba hapa? Wewe na ipunguza mdomo, hebu mpelekee chakula ah. Mtu anakaa ndani kama kafiwa, kama jambo lishatokea si lishatokea? Ah, unamdekeza Mati chakula. Mati. emati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

Hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea.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 kwamba wazangu, ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa moo